Game ya Coastal Union kwa kweli sisi sisi nafsi mimi kwa kwa kwa kwa kwa nyumbani nyumbani. Na na na baada ya wazangu. Kwa hiyo tulienda matuko kwa maana tulikuwa very comfortable tulicheza vile mwalimu tufanye, tunamshukuru kiasi gani? Acha e tumaisha sana kikubwa lengo tuenda nao kwa sababu kikubwa sisi tunahitaji, lakini Mungu ndiye anaipanga na yeye ndiye anayetoa. Tunashukuru kwa kile kidogo ambacho tumepatia, tumetoka nacho, tumeona nacho mbali